Yahya Said ameujaza mpira ule unawekwa ndani katika eneo la hatari lakini wanaondosha. Yanga FC, Azam FC wanapoteza mchezo wakiwa nyumbani. Yanga anachukua alama zote tatu katika dabi ya Dar es Salaam. Rashid Tausi na jeshi lake limeshindwa kufanya walichokifanya katika duru la kwanza la ligi kuu ya NBC. Ni Hamdi Miludi ndiye ambaye amekuja kutibu kile ambacho alifanyiwa katika duru la kwanza. Zuberi Foba, licha ya performance bora ambayo ameionyesha, lakini ameokota mara mbili katika nyavu, hata hivyo anaonyesha ishara ya masikitiko. Nafasi nyingine kwa upande wa Yanga kujikita kileleni. Pako Mzuzuwa bao la kwanza, lakini akaumia na kutoka mchezoni tayari shoti nzuri inayokuonyesha mandhari safi kabisa, wenyeji wakiwa wametota kwa kukubali kipigo Azam FC nyumbani kwake. Shoti nzuri kutoka kwa ila Rogers Buji, drone shot inayokuonyesha usiku mwanana. Mechi nzuri tumeishuhudia, lakini Yanga kutoka mitaa ya Twiga na Jangwani wamekuja kutamba. Fair play ya Algeria na Moroko mbele mbele ya waamuzi wa mchezo wanamaliza kwa kupeana fair play. Mfupa mgumu ambao ulimshinda Miguel Gamondi, amekuja kutibu Milud ya Mlud Zuberi, foba performance nzuri, lakini viongozi wa Yanga wakiwa pale juu, wameshinda, lakini nyuso zao bado hawaonekani kutabasamu kwa kiwango kikubwa. Wanapiga makofi, wanapiga makofi, wananchi. Nyuki unaowasikia hao ni kutoka idara ya sauti Azam TV, kazi nzuri imefanyika. Amud Sound. Full Time: Azam FC moja, Young Africans mbili. Dabi ya Dar es Salaam imeisha hivyo ndani ya Azam Complex, home of Azam FC, home of Azam FC. Muda wote walikuwa nami Gharib Mzinga, sambamba nami ni James Samuel, sauti ya mamlaka. Usiku mwema.